madhambi ambazo kwamba zinakuwa ni zenye kuzuia dua kujibiwa. Ah, uh, tumetaja mambo kadhaa ambayo ya kwamba yanakuwa ni yenye kuzuia dua. Katika kikao hiki tutataja mambo mawili, uh, au tutataja baadhi ya mambo ambayo ya kwamba yanayozuia dua, insha Allahu taala. Jambo la nane ni inaitwa bukhul, yani ubahili na uchoyo taban. Ubahili tunajua sisi Waswahili maana yake, na uchoyo pia sisi tunajua. E, ni ile hali zote zinaenda kwa natija moja na kwa majina tofauti, yani ile kutotoa ni kutotoa wakati ambo unaweza toa, na unajua mbele yako kuna watu ambo kwamba wanahitajia na huwezi kusaidia ambao kwamba ni makosa ndugu yako, alalinja hua uko nayo, unafikiria nitakapotoa itakuwa ninye kupungua, hii nituchona, hii nitubahili na vitu kama vile. Sasa maulama wetu wanasema kwamba hii kitu ambacho kwamba sisi tunacho yaani mali ambayo kwamba uko nacho wewe, unayo wewe mikononi mwako mali au fedha au mada yoyote ile ambayo kwamba amba, uko nayo sio miliki yako, hujua yani, si kitu ambacho kwamba utajifakharisha nayo. Kwa nini? Kwa ajili ukitaka kujua sio sio yako, ni wakati ambao kwamba utakapofariki utajua kwamba, si utajua ni wengine sasa, <clears throat> na sio yako tu ufanye kitu, uifanyie kitu ambacho kwamba wewe unachotaka, bali kuna kipimo ambacho kwamba unafaa kufanya tasarufu nayo, yani kuitumia kwa kipimo, si vile wewe unavyotaka. Alafu ukumbuke kwa haya yote ambayo kwamba tumesema, bali ni amana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amekupatia wayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku, hujue hiyo riziki ambayo kwamba Allah amekupatia ni amana. Watoto ambao kwamba uko nao ni amana, chochote Chuk, ambacho kwamba unachokimiliki ni amana, na tunajua katika amana inafaa utumie vipi na inafaa uifanyie kazi vipi. Anasema Imam Sadiq katika jambo hilo kwamba anasema: idha kana, anasema kwamba idha kana al-khalafu lkhalafu minallahi haqqan law, itakapokuwa mafanikio ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala, fal falbukhlu limadha ikiwa hii mafanikio ambayo kwamba si tuko nayo, success yeyote ambayo kwamba uko nayo, Mwenyezi Mungu amekupatia, amekuwezesha, Mwenyezi Mungu amekufungulia. Ikiwa yote hiyo ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ili ya ukweli ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anasema fal bukhlu, basi ubahili kwa nini? ubahili hu utakapotoa naye utakapotoa, toa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mwingine mtu anaweza kukujia na kuomba mpatie, lakini sema hii natoa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama ni shilingi moja, shilingi mbili, shilingi tatu, toa kwa ajili ya Allah, lakini tuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakurudishia na atakurejeshea. Kisha anasema mtume wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema aghna nas, yani mtu ambaye kwamba ni tajiri zaidi kwa watu, mtu ambaye kwamba anaye anaye utajiri kwa hali ya juu, man lam yakun lilhirsi asira, ni yule ambaye kwamba hata kuwa ni mfungwa wa uchoyo. Kuna wakati mwingine uchoyo na kufunga, yaani sasa wewe ndio unatumikia uchoyo, wewe ndio unatumikia ile ubahili. Yani kwa nini? Kwa ajili sasa wee umeiabudu, umeikubali. Kwa hivyo utakapoiabudu, inamaanisha hapo katika kuabudu lazima kuna yule ambaye kwamba anayeabudiwa na yule ambaye kwamba anayabudu. Sasa ukiabudu uchoyo, inamaanisha kwamba uchoyo itakuwa ni Mungu wako, itakuwa ndio mwelekezi wako, kwa lugha nyingine. Sasa ikiwa ni mwelekezi wako, inamaanisha itakuwa na wewe utakuwa ni mfungwa wake. Sasa ndo anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aghna nnas, yani mtu ambaye kwamba ni tajiri za, zaidi duniani Man na, au tajid kwa watu man lam yakun, ni ule ambee kwamba hakuwa lil hirsi yasira, hakuwa ni mfungwa wanini? waii hirsi. Katika kumalizia anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ni hadithi muhimu sana kwa sisi ndugu zangu Waislamu na hii hadithi lao, itakapopata wakati mwingine tutaelezea kwa urefu sana. Anasema kwamba ittaku ogopeni sana uchoyo, ogopeni sana bakhil. Fa inna shuha, hakika ubakhili ahlaka man kana qablakum, ilikuwa nyenye kuangamiza wale walikuwa kabla yenu. Yani uchoyo, uchoyo ilikuwa nyenye kuangamiza wale walikuwa kabla yenu. Kivipi? Wanaweka mali, wanaweka wanaweka kama niyo ndo nini yo ndo mimea mifugo nini na nini, wanaweka kiasi na kwa nyingi, hawatoi hawatumii, wana yani na kicha ajabu ni kwamba anaweka na hatumii. Hasa afadhali ingekuwa anaweka na anatumia, lakini sasa ameweka hatumii, akitumia anatumia kwa chache sana. Ni ubakhili huo, na nicho basi, patia watu watu wafaidike nayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakurudishia Ndo anasema fa innahu fa inna shuha ahlaka man kana qablakum, yani hii uchoyo iliangamiza wale walokuwa kabla yenu. hamalahum, ala hamalahum, ilikuwa ni wenye kuwafikisha ala ansafaku safaku, ilikuwa ni wenye kuwafikisha kiasi ambacho kwamba walikuwa ni wenye kumwaga nini dimaahum, walikuwa ni wenye kumwaga damu zao. wastahalu maharimhum, wakawa ni wenye kuhalalisha yale ambayo kwamba walikuwa ni wenye kuharamishiwa. Sasa hiyo ndio uchoyo tume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoe tabia kwetu sisi ambayo kwamba hii tabia yenyewe pia inakuwa na wenye kuzuia dua yetu kujibiwa, na tume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatabali amali zetu insha Allah. Tume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke karibu naye kila wakati na kila nyakati. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.